Hakukuwa na ndege za kivita juu ya vijiji vingi vya Afrika. Hakukuwa na hotuba za Hitler wala Churchill kwenye redio za udongo. Lakini bado damu ilimwagika. Vijana waliondoka bila kuelewa kwa nini. Watoto walikuwa bila baba. Na vita ambavyo havikuzaliwa Afrika vilichukua gharama yake kutoka Afrika. Hiki ni kisa cha vita ambavyo havikuwa vyetu, lakini damu ilikuwa yetu. Mwaka 1939. Kabla hata risasi ya kwanza haijarindima Ulaya, Afrika tayari ilikuwa imefungwa kimya-kimya ndani ya vita. Sio kwa sababu Waafrika walichagua, bali kwa sababu hawakuwa na sauti. Afrika haikuwa bara huru. Ilikuwa ramani ya mali. Ilikuwa imegawanywa kati ya mataifa ya Ulaya kana kwamba ni mashamba ya mtu mwingine. Katika Afrika Magharibi, Uingereza na Ufaransa walitawala. Katika Afrika ya Kati, Ubelgiji ilikuwa na mkono mgumu. Afrika ya kaskazini ilikuwa chini ya Ufaransa na Italia. Afrika ya mashariki, Kenya, Tanganyika, Uganda, zilikuwa chini ya Uingereza. Kwa mamilioni ya Waafrika, bendera ya nchi yao haikuwa yao, sheria haikuwa yao, na vita vilipokuja, hata vita havikuwa vyao. Kwa watu wa vijijini, vita vya Ulaya vilionekana kama hadithi ya mbali. Hakukuwa na Hitler kwenye masoko ya Kiafrika, hakukuwa na Churchill mashambani Kulikuwa na mvua, ardhi, njaa, na mvua ardhi njaa na familia. Lakini serikali za kikoloni ziliona Afrika kwa macho tofauti. Ziliona kama chanzo cha kila kitu kilichohitajika vitani: watu, chakula, madini, ardhi na uvumilivu. Afrika haikuhitaji kushawishiwa, iliamriwa. Katika vijiji vingi, wito wa vita haukuja kwa sauti ya redio, ulikuja kwa buti. Maafisa wa kikoloni walifika wakiwa na askari walikusanya wanaume uwanjani, majina yakasomwa. Wale waliotajwa hawakuulizwa kama wanataka. Kwa baadhi waliambiwa, ni wajibu wako kwa mfalme. Kwa wengine, ukikataa utalipa. Katika maeneo mengi, kukataa hakukuwa chaguo, kulikuwa ni hatari. Wanaume waliondolewa mashambani walipokuwa wanapanda, walichukuliwa kabla ya mavuno, familia zikabaki bila msaada. Kwa wazazi, ilikuwa ni mshtuko kwa wake ilikuwa ni maombolezo kabla ya kifo. Kwa watoto ilikuwa ni kutokuelewa kabisa. Baba anaenda wapi? Kwa nini anavaa nguo za ajabu? Kwa nini anaondoka bila kujua lini atarudi? Hakuna aliyekuwa na majibu. Katika shule chache zilizokuwepo, walimu walijaribu kueleza. Walizungumza juu ya vita ya haki, walizungumza juu ya kulinda ustaarabu. Lakini watoto waliona ukweli tofauti. Waliona wazee wakilia waliona mama wakichukua kazi nzito, waliona njaa ikiongezeka. Kwao vita havikuwa juu ya siasa, vilikuwa juu ya tumbo tupu. Kwa wale vijana waliochukuliwa, safari ilikuwa ya kwanza kubwa maishani mwao. Wengi hawakuwa wamewahi kuondoka kijijini, hawakuwa wamewahi kuona treni, hawakuwa wamewahi kuona bahari. Walifundishwa haraka: kulala mstari mmoja, kusimama kwa amri, kunyamaza walijifunza lugha mpya kwa kelele na adhabu. Walivaa sare ambazo hazikuwa saizi yao, walibeba silaha ambazo hawakuzielewa, lakini hawakufundishwa kwa nini wanapigana. Kabla ya vita, Waafrika walikuwa raia wa chini. Vitani waligeuzwa kuwa wanajeshi wa mstari wa mbele. Walipigana katika jangwa la Afrika Kaskazini, walipigana katika misitu ya Asia, walipigana katika baridi ya Ulaya lakini popote walipoenda, walibaki Waafrika, wakichukuliwa kama rasilimali, si kama watu kamili. Katika jeshi kulikuwa na mipaka isiyoandikwa. Waafrika hawakula pamoja na wazungu, hawakupewa vyeo vya juu, hawakusikilizwa, lakini walitumika. Nyumbani hali ilizidi kuwa mbaya kwa sababu vita vilihitaji chakula. Wakoloni walichukua mazao, walipanga bei, walidhibiti masoko. Kwa familia nyingi chakula kilipungua. Njaa ikawa sehemu ya maisha ya kila siku. Wanawake walibeba mzigo mkubwa zaidi. Walifanya kazi mashambani, walilea watoto, walihudumia wazee, lakini hawakuwa kwenye historia. Hakuna aliyewaandikia medali. Watoto walikuwa haraka sana. Walijifunza kuishi bila baba, walijifunza kufanya kazi mapema, walijifunza kimya. Kwao Vita Kuu ya Pili ya Dunia haikuwa tukio la kimataifa, ilikuwa ni pengo ndani ya familia. Kile ambacho wakoloni hawakutambua ni jambo moja: vita vilibadilisha Waafrika. Wanaume walipoondoka, waliona ulimwengu, waliona miji mikubwa, waliona waulaya wakigombana wao kwa wao, waliona kuwa wazungu hawakuwa washiwanguka. Wazo la hofu lilianza kupasuka, lakini hilo lingekuja baadaye. Kwa sasa Afrika ilikuwa ikitoa damu kimya kimya, bila kuulizwa, bila kusifiwa, na hii ilikuwa bado mwanzo. Walipoondoka Afrika, wengi wa askari hawa hawakujua walikokuwa wanaenda. Walijua tu kwamba walikuwa wanaitwa kupigana kwa ajili ya mfalme au jamhuri au bendera ambayo haikuwa yao. Safari yao ilianza kwa mashua. Kwa wengi, ilikuwa mara ya kwanza kuona bahari. Bahari haikuwa ishara ya matumaini, ilikuwa mpaka usiojulikana. Wakiwa ndani ya meli walilala kwa msongamano, walitenganishwa kwa rangi, walila chakula tofauti, walitendewa tofauti, lakini walivaa sare moja. Walipofika kwenye kambi za mafunzo, ukweli ulianza kujitokeza. Waafrika walifundishwa nidhamu kali, walifundishwa kutii bila kuuliza, walifundishwa kupigana kwa miguu, kwa mikono, kwa njaa, lakini hawakufundishwa kwa heshima. Mara nyingi walipewa silaha za zamani, walipelekwa mstari wa mbele kwanza, walitumika kama walinzi, wabeba mizigo, au askari wa kushambulia mapema. katika Afrika Kaskazini, walitembea katika jangwa kali, jua lilichoma, maji yalikuwa adimu, vifo vilitokea kimya kimya. Katika Burma na Asia ya Kusini Mashariki, walipigana kwenye misitu minene, magonjwa yaliua zaidi kuliko risasi. Malaria, kuhara, njaa. Askari wengi wa Afrika walikufa bila majina yao kurekodiwa vizuri. Walizikwa mbali na nyumbani, bila familia, bila maombolezo. Ubaguzi haukuishia kwenye mafunzo. Uliendelea hadi vitani. Waafrika hawakuruhusiwa kuwa maafisa wakuu cool. Hata wale waliokuwa na uzoefu mkubwa walizuiliwa. Walikuwa wafaa kupigana, lakini si wafaa kuongoza. Mishahara yao ilikuwa midogo kuliko ya askari wazungu. Posho zao zilikuwa chache, huduma za matibabu zilikuwa tofauti, lakini hatari ilikuwa sawa. Kwa wengi mshangao mkubwa ulikuwa kuona wazungu wakipigana wao kwa wao katika Ulaya. Waafrika waliona miji ikiteketea, waliona wanawake na watoto wa kizungu wakikimbia, waliona hofu ile ile waliozoea nyumbani. Hapo ndipo wazo moja lilianza kukua kimya kimya: wazungu nao ni wanadamu, wanaweza kushindwa. Wazo hilo halikusemwa kwa sauti, lakini lilibaki moyoni. Baadhi ya askari wa Afrika walikutana na hali isiyotarajiwa. Katika nchi fulani, walitendewa kwa heshima zaidi kuliko walivyozoea nyumbani. Walizungumza na raia wa kawaida, walishiriki chakula, walitazamwa kama wanadamu, si mali. Hii ilichanganya akili zao. Kwa nini barani Ulaya wanaheshimiwa lakini nyumbani wanaitwa raia wa pili? Hakuna aliyewajibu. Wakati vita vilipoendelea, maumivu yaliongezeka. Askari wengi walipoteza marafiki, wengine walipoteza miguu, wengine walirudi na majeraha ya akili, ndoto mbaya, ukimya, hasira. Lakini hakuna aliyewaita mashujaa waliporudi. Baada ya vita, wengi walirudishwa nyumbani haraka. Hakukuwa na sherehe. Hakukuwa na ahadi zilizotimizwa. Walirudi kwenye vijiji vile vile, kwenye umaskini ule ule, chini ya utawala ule ule. Lakini wao hawakuwa wale wale, walikuwa wameona ulimwengu, walikuwa wamejifunza kutumia silaha, walikuwa wameona mfumo wa kikoloni ukitikisika. Ndani yao kitu kilikuwa kimebadilika. Kwa familia zao, kurudi kwao kulikuwa na mchanganyiko wa furaha na huzuni. Furaha kwa sababu walikuwa hai huzuni kwa sababu walikuwa wamebadilika. Baadhi hawakuweza kulala, baadhi walinyamaza sana, baadhi walikuwa na hasira. Hakukuwa na msaada wa kisaikolojia, hakukuwa na matibabu ya kiakili. Walitarajiwa kuendelea na maisha kana kwamba hakuna kilichotokea, lakini vita vilikuwa vimeacha alama. Katika mikutano ya kijiji, askari wa zamani walizungumza tofauti, walikuwa na ujasiri zaidi, walikuwa na maswali kwa nini tulipigana? Kwa kwa nini nini baada ya damu yetu kumwagika hatukupewa uhuru? Maswali haya hayakuwa ya sauti kubwa bado, lakini yalikuwa yanakusanyika. Kwa upande wa wakoloni, walihisi mabadiliko hayo. Waliona askari wa zamani wakikataa kunyanyaswa, waliona vijana wakitazama mbali zaidi ya kijiji, waliona hofu ikipungua. Vita vilikuwa vimefungua macho. Afrika haikupata uhuru mara moja, lakini mbegu ilikuwa imepandwa, na mbegu hiyo ilikuwa kutoka kwenye damu ya wale waliopigana vita visivyo vyao. Lakini vita havikuathiri askari pekee. Nyumbani, wanawake na watoto walikuwa wakibeba mzigo wa vita kila siku, na hapo ndipo hadithi nyingine yenye maumivu zaidi inaanza, wakati wanaume walipochukuliwa vitani. Vita havikuondoka Afrika, vilibadilisha tu uso, vilikaa nyumbani. Katika vijiji vingi, siku iliyofuata baada ya wanaume kuondoka ilikuwa kimya sana. Sauti za kazi zilipungua, mashamba yalionekana makubwa zaidi, majukumu yakawa mazito. Wanawake walibaki na kila kitu: walilima, walilea watoto, walitunza wazee, walilipa kodi za kikoloni, walitii amri za serikali ambazo hazikuwahi kuwa zao. Lakini hawakuwa na sauti. Chakula kilikuwa tatizo la kwanza. Wakati wa vita, wakoloni walichukua mazao kwa nguvu, walipanga bei, walidhibiti masoko. Mahindi, mpunga, kahawa, akao yote yalihitajika kwa ajili ya vita. Lakini familia zilibaki na nini? Katika maeneo mengi, wanawake walilazimika kupunguza milo, watoto walikula mara moja kwa siku, wengine walilala njaa. Njaa haikuwa ajali, ilikuwa sera. Watoto walibadilika haraka waliona mama wakichoka, waliona nyumba zikidorora, waliona baba hawarudi. Watoto wengi waliacha shule, sio kwa sababu walitaka, lakini kwa sababu walihitajika kufanya kazi. Walilima, walichota maji, walibeba mzigo. Utoto ulipotea kimya kimya. Katika baadhi ya maeneo, vita vilileta kazi ya lazima. Wanawake na watoto waliamriwa kujenga barabara, kubeba vifaa vya jeshi kufanya kazi bila malipo. Kukataa kulimaanisha adhabu, kupigwa, kufungwa. Hata watoto hawakusamehewa. Kulikuwa pia na hofu nyingine, hofu ya vurugu. Wakati askari walipokuwa wanapita, wanawake walikuwa katika hatari. Hakuna sheria ya kuwalinda, hakuna mahali pa kukimbilia. Baadhi walinyanyaswa, baadhi walinyamazishwa. Hadithi zao hazikuandikwa. Aibu ilikaa ndani ya nyumba. Lakini katikati ya maumivu kulikuwa na uimara. Wanawake waliunda mitandao ya kusaidiana, waligawana chakula, walichunga watoto wa pamoja, walifundisha vijana jinsi ya kuishi. Bila silaha, bila sifa, walikuwa mstari wa uhai wa jamii. Watoto walikuwa na kumbukumbu ambazo hazikupaswa kuwa nazo. Walijua sauti ya buti, walijua hofu ya njaa, walijua ukimya wa kusubiri. Lakini pia walijifunza uvumilivu. Kwa wengi, vita vilifundisha jambo moja mapema: dunia haikuwa ya haki. Mabadiliko yalipoanza kujitokeza, yalikuwa polepole. Habari za vita zilifika kwa vipande, kupitia askari waliorejea, kupitia uvumi, kupitia redio chache. Wanawake walianza kuuliza, kwa nini tunatoa kila kitu lakini hatuamuzi chochote? Watoto walisikiliza. Vita vilipomalizika Ulaya, Afrika haikusherehekea. Hakukuwa na fataki hakukuwa na uhuru, lakini kulikuwa na kitu kipya. Hofu ilikuwa imepungua, na pale hofu inapopungua, maswali huanza. Wanawake waliokuwa wamebeba jamii sasa walijua uwezo wao. Walikuwa wameongoza bila ruhusa, walikuwa wameishi bila ulinzi. Hawakuwa tena dhaifu kama walivyoonekana kabla. Kwa watoto, vita viliacha alama ya kudumu. Walikuwa kizazi kilichozaliwa katika mgogoro, kizazi kilichokuwa bila uhakika lakini pia kizazi kilichoanza kufikiria tofauti. Kwao mamlaka haikuwa takatifu, ilikuwa kitu cha kuhojiwa. Hii haikuwa mwisho wa hadithi, kwa sababu baada ya vita kulikuja kipindi kingine, kipindi cha ahadi na usaliti. Waafrika walikuwa wamechangia damu, sasa walitaka kitu zaidi, na walipoanza kudai, ulimwengu ulilazimika kusikiliza. Vita vilipomalizika Ulaya mwaka 1945 Dunia ilisema imejifunza somo. Ilisema ilisema vita havipaswi kurudi tena. Ilisema uhuru na haki vitakuwa kwa wote. Lakini kwa Afrika, mwisho wa vita haukuleta mwisho wa utawala wa kigeni. Kwa wengi, ilikuwa ni mwanzo wa swali kubwa zaidi: kama tulipigana kwa ajili ya uhuru wa wengine, sisi tutapata lini wetu? Askari wa Kiafrika walirudi nyumbani wakiwa wamechoka, lakini macho yao yalikuwa wazi. Walikuwa wameona nchi zinazojitawala walikuwa wameona mabunge, walikuwa wameona askari weupe wakitii maafisa weusi katika maeneo mengine ya dunia. Walirudi na kumbukumbu -kumbu na na maswali, lakini walichokutana nacho nyumbani hakikuwa kile walichotarajia. Hakukuwa na medali, hakukuwa na fidia ya kutosha, hakukuwa na ardhi waliyoahidiwa. Badala yake walikutana tena na sheria zile zile, ubaguzi uleule ule, sauti iliyonyamazishwa katika maeneo mengi Askari wa zamani walichukuliwa kama tishio. Walikuwa wamefunzwa kutumia silaha, walikuwa wamejifunza nidhamu, walikuwa wameona udhaifu wa wakoloni. Serikali za kikoloni zilihofia hilo. Badala ya kuwaheshimu, zilianza kuwafuatilia. Badala ya kuwasaidia, zilijaribu kuwatawanya, lakini haikufaulu. Katika miji, mabadiliko yalionekana haraka. Askari wa zamani walikutana na wafanyakazi wa bandarini walikutana walikutana na walimu. Walikutana na walimu, wanafunzi. Mazungumzo yakaanza. Kwa nini tunalipa kodi bila uwakilishi? Kwa nini tunaitwa raia lakini hatuna haki? Kwa nini damu yetu ilifaa vitani lakini sauti yetu haifai? Sasa maswali haya yalienea. Wanawake nao hawakurudi nyuma. Walikuwa wamebeba jamii wakati wa vita, walikuwa wameongoza bila kutambuliwa. Sasa walitaka kutambuliwa. Katika masoko walizungumza katika makanisa, walizungumza katika nyumba, walizungumza na watoto wao. Vita vilikuwa vimewavunja hofu. Vijana waliokuwa watoto wakati wa vita sasa walikuwa vijana wazima. Walikuwa wamekumbuka njaa, walikuwa wamekumbuka kazi ya lazima, walikuwa wamekumbuka kimya cha maumivu, lakini walikuwa pia wameona mfano wa upinzani. Kwao uhuru haukuwa nadharia, ulikuwa hitaji. Serikali za kikoloni zilijibu kwa tahadhari na wakati mwingine kwa ukatili. Mikutano ilizuiwa. Magazeti yalidhibitiwa. Viongozi walikamatwa. Lakini mawazo hayawezi kufungwa gerezani. Katika Afrika Magharibi, vyama vya siasa vilianza kuundwa. Katika Afrika Mashariki, harakati za wafanyakazi ziliongezeka. Katika Afrika ya Kaskazini, madai ya uhuru yalizidi kuwa makali. Vita vilikuwa vimeunganisha Waafrika kwa njia mpya. Walijua hawakuwa peke yao. Lakini wakoloni walicheza mchezo wa kuchelewesha. Walizungumza juu ya maandalizi, walizungumza juu ya wakati ufao, walizungumza juu ya utulivu. Lakini kwa Waafrika, subira ilikuwa imeisha. Kilicholeta nguvu zaidi kwa harakati hizi haikuwa hasira tu, ilikuwa kumbukumbu. Kumbukumbu -kumbu ya wale waliokufa vitani, kumbukumbu ya wanawake walioteseka. Kumbukumbu ya watoto waliokuwa mapema. Vita vilikuwa ushahidi kwamba Afrika ilikuwa tayari kutoa. Sasa ilikuwa wakati wa kupokea. Kwa mara ya kwanza, simulizi ya Afrika isiyo tayari ilianza kupingwa waziwazi. Waafrika walikuwa wameendesha meli, walikuwa wamejenga barabara, walikuwa wameendesha ofisi za kijeshi, walikuwa wameonyesha uwezo. Hii haikuwa mapinduzi ya ghafla, ilikuwa mwendo wa polepole lakini wa kudumu na mizizi yake ilikuwa kwenye Vita vya Pili vya Dunia. Lakini hata wakati matumaini yalikuwa yanaota, ukweli ulikuwa mgumu. Umaskini haukuisha mara moja, mipaka ya kikoloni iliendelea kuleta migogoro, majeraha ya vita yalibaki. Lakini jambo moja halikurudi tena, hilo woga wa zamani. Afrika haikuwa tena bara la kimya, na katika kimya hicho kilichovunjika, sauti mpya ilikuwa inajiandaa kusikika, sauti ya kizazi kilichosema hatupigani tena vita visivyo vyetu. Miaka ilipita, sare zilichakaa, bunduki zilikaa kimya, lakini kumbukumbu hazikuondoka. Kwa Waafrika wengi, vita vya pili vya dunia havikukaa kwenye vitabu vya historia, vilikaa kwenye miili, kwenye mawazo, kwenye hadithi zilizosemwa usiku kwa sauti ya chini. Kulikuwa na baba waliorejea wakiwa wamebadilika, wengine hawakurudi kabisa kulikuwa na mama waliokuwa wazee mapema na kulikuwa na watoto waliokuwa bila utoto. Hawa hawakuwa majina kwenye makumbusho ya Ulaya, walikuwa watu halisi wa Afrika. Baada ya uhuru kuanza kupatikana katika nchi nyingi, simulizi mpya zilianza kuandikwa. Bendera zilibadilika, nyimbo za taifa ziliimbwa, lakini hadithi ya umbili Afrika ilibaki pembeni. Vita vilikumbukwa kama tukio la Ulaya. Afrika ilitajwa kwa kifupi kama uwanja wa mapigano, si kama jamii iliyoteseka. Lakini kwa wale waliokuwepo, ukweli ulikuwa wazi. Afrika haikuwa nyuma ya pazia, ilikuwa ndani ya tukio. Kizazi kilichokuwa baada ya vita kilirithi maswali: kwa nini babu alikaa kimya? Kwa nini bibi aliogopa mamlaka? Kwa nini familia yetu ilianza maisha bila ardhi? Majibu hayakuwa rahisi, lakini mizizi yake ilikuwa katika miaka ya vita. kwa askari wa zamani kumbukumbu kumbu zilikuwa nzito. Baadhi walijivunia walichofanya, walipigana, walivumilia, waliona dunia, lakini wengi walihisi uchungu. Walitolewa sadaka bila shukrani, walirudi bila msaada, walitumiwa kisha kusahaulika. Hii iliacha pengo kati ya kizazi na serikali mpya. Uhuru ulipokuja haukuponya kila jeraha. Wanawake waliobeba jamii wakati wa vita walibaki bila kutambuliwa rasmi. Hakuna medali kwa njaa walioivumilia. Hakuna kumbukumbu kwa kazi ya lazima. Hakuna sanamu kwa ushujaa wa kimya. Lakini wao ndio walioshikilia maisha, na katika familia nyingi, walihakikisha watoto hawasahau. Watoto wa vita walipokuwa watu wazima, walichukua uzoefu huo kwa njia tofauti. Baadhi waligeuka viongozi, baadhi waligeuka walimu, baadhi walichagua kupigania haki kwa maneno badala ya silaha lakini karibu wote walibeba kumbukumbu kumbu ya msingi mmoja: vita vilivyokuja bila ruhusa. Hilo liliunda mtazamo wa Afrika kuhusu dunia. Katika mazungumzo ya kimataifa, Afrika ilianza kuzungumza kwa sauti mpya. Tuliona kilichotokea tulipofuata bila kuuliza, tuliona gharama ya vita vya wengine, na somo hilo lilikuwa wazi: Afrika haipaswi tena kuwa uwanja wa vita vya watu wengine. Leo, miongo kadhaa baadaye athari za umbili bado zipo. Mipaka iliyochorwa wakati wa ukoloni bado inaleta migogoro. Miundombinu iliyotumiwa vitani bado inaathiri uchumi, na kumbukumbu za kupoteza bado zinaishi katika familia. Lakini pia kuna urithi mwingine, urithi wa uamsho. Vita vilifunua udhaifu wa mfumo wa kikoloni, vilionyesha kuwa mamlaka hayakuwa ya milele, vilionyesha kuwa Waafrika walikuwa na nguvu, ujasiri na haki ya kuamua mustakabali wao. Huu ndio urithi wa kweli wa Vita vya Pili vya Dunia kwa Afrika. Sio ushindi wa kijeshi, bali mabadiliko ya fahamu. Historia mara nyingi hukumbuka majenerali, mikataba na tarehe. Lakini historia kamili huishi kwenye maisha ya watu wa kawaida. Kwa Waafrika, umbili ilikuwa historia ya mkulima aliyebaki bila ardhi, mama aliyebaki bila mume, mtoto aliyebaki bila utoto. Lakini pia ilikuwa historia ya kuamka. Leo tunaposema vita visivyo vyetu, damu yetu, hatusemi kwa hasira tu, tunasema kwa kumbukumbu kumbu, kwa heshima, kwa tahadhari. Ni onyo kwa vizazi vijavyo, kwa sababu vita vinaweza kuanza mbali, lakini athari zake hufika nyumbani. Afrika ilijifunza hilo kwa damu, na hiyo damu inatukumbusha jambo moja muhimu: amani siyo tu kutokuwepo kwa vita, ni haki ya kuchagua. Kwa wale waliokufa bila makaburi yanayotambulika, wa wale waliorejea bila shukrani, wa wale waliobeba vita bila silaha, hadithi yao bado inaishi, na kwa kuisimulia tunarejesha heshima ambayo historia ilinyima. Hii haikuwa vita vyetu, lakini damu ilikuwa yetu, na sasa kumbukumbu pia ni yetu. Mwisho.